Tusalie hapa kaunti ya Nairobi. Aliyekuwa mama wa taifa Mama Ngina Kenyatta ametunukiwa tuzo la heshima kwa jukumu lake la kupigania ujumuishwaji wa wanawake katika huduma za usalama humu nchini. Alitambuliwa katika sherehe za mwaka huu za staara ya wazee zilizofanyika katika uwanja wa Ulinzi complex. Hafla hiyo iliandaliwa na shirika la Ushiriki Wema, mpango wa uwezeshaji wananchi kiuchumi ulioanzishwa na Tessie Musalia, mke wa Musalia Mudavadi. Nyimbo na densi zilisheheni katika uwanja wa Ulinzi complex hapa jijini Nairobi. Yote yalikuwa kuangazia mada kuu ya siku. This year's theme, women in security, And leadership. Christine Kenyatta alimwakilisha mamake Mama Ngina Kenyatta ambaye hakuweza kuhudhuria, akimtaja kama shujaa aliyetetea wanawake kujumuishwa katika vikosi vya usalama. In 1971 the first women were recruited into the army and into the police force. You are the pioneers. Aidha aliwapongeza wanawake wakongwe walio waliostaafu kutoka vikosi vya usalama kwa kujitolea kwao bila ya kuyumba kulitumikia taifa. Mliingia kwa jeshi wakati mambo ilikuwa ngumu, ilikuwa ngumu, mulikuwa mnaenda huko North Eastern shifta, eh? Everywhere. And we are proud of you. Walk tall and walk with dignity. Purity Gadongo, mmoja wa veterani hao, akizungumzia changamoto zilizo wafuata hadi wa leo. Personally I served for 12 years. It's a hard request that we had challenges. Like now we have our children. They are big. We have grandchildren. But to get a job is not easy. Kwa upande wake, mkewe mkuu wa mawaziri Tesi Musalia alipongeza serikali kwa kuwatunza wanawake hao. We acknowledge the steps already taken by the government such as the Inua Jamii Senior Citizens Scheme through which thousands of Kenyans aged 70 and above and without pensions now receive monthly cash transfers. Anne Mwendo Runinga, ya yes Citizen.